Nyumbani. Yaani baada ya hii nyumba iloungua, mimi nakaa nyumba ya nne pale. Jirani yangu mmoja alimsikia akipiga kelele ukunga. Ndio alikuwa anajiandaa tawala kuoga baada ya kutoka jumuiya. Kwa hiyo nikaa sasa tunajiandaa tawala kuoga. Wale walisikia ukunga, nikawahi kufika hapa kwenye eneo la na tukio kwa sababu nyumba nne kwa hiyo. Kwa hiyo nilifika hapa cha kwanza tukaanza kujitahidi kupiga simu fire. Kwa sababu nilikuta kuna jirani yangu mmoja kijana mmoja kwa mmoja anaitwa Ali, alifika alikuwa tayari ameshafika hapo, aliponiambia anaendelea kupiga simu, nikaona ni namisi pigi tena simu pale tuwachanganye. Kwa hiyo nikachukua uamuzi wa haraka, kwa sababu niliona moto tayari unaanza kuchanganya. Nikachukua pikipiki, nikakimbia, nikaenda polisi, nikaripoti, nikatoka polisi ndio nikaanza kupata faya sasa kule majengo. Kwa hiyo, kwa bahati nzuri nilipotoa ripoti polisi, nao walikuwa wanaangalia kutafuta simu, kwa hiyo wakati tayari washapiga simu, nilipofika pale mimi nikakutana na faya nayo ndio inatoka majengo pale pale. Kwa hivyo nikakaa mbele nikaanza kuielekeza mpaka eneo la tukio, njiani huko kwa sababu ilikuwa napiga kingora, ilikuwa tukifika kwenye barabara kwenye magari tunajaribu kuwatahadharisha watu wasimame, na bahati nzuri kwa kwa hiyo faili ilikuwa ikija tu inaunga, kwa hiyo bahati nzuri ndio tukafika mpaka kafika eneo la tukio hapo. Tumekaa hapo nje, akaja mtoto akasema kuna moto kule kwetu. Sisi tukatoka hapo tukaenda, kufika moto umeshawaka kile chumba cha chini kile, ambacho kila mtu, nyumba haina mtu mmoja, moto umewaka wote, kwa maji bila maji mwanga, kumbe nyumba imeshasambaa nyumba nzima. Basi kaka akaleta fire yake ndogo akapiga yule moto, moto ukawaka, mwenye kiti ndo akaja akapiga simu fire. Moto ulipozidi, hamna mtu aliamisha hata kitu hata kitu vimeungua vyote. Baba yeni mwenye chumba hiki hapa alikuja aliingia na kutoka akashindwa kutoa kitu chochote. Tukamwambia usiingie kwenye moto, kaa pembeni. Basi kakaa pembeni, nyumba ikaendelea kuungua na mwisho ilikuja ikazima moto. Majira ya saa sita na dakika 49 tulipokea na taarifa ya tukio la moto katika mtaa huu wa Dar es Salaam Street kata ya Kiusa katika manispaa ya Moshi. Kunde tu baada ya kupokeza taarifa uh, wazimamoto waliondoka eneo la tukio waliondoka katika kituo cha zimamoto na uokoaji Moshi mjini na kufika katika eneo la tukio saa sita na dakika hamsini na tisa kwa hivyo, walipofika katika eneo la tukio tulikuta kweli kuna eh, moto katika hii nyumba, kama ambavyo waandishi mmeona. Eh, hii nyumba ilikuwa na vyumba kumi na mbili na ni nyumba ambayo ilikuwa ikitumika kwa makazi pamoja na biashara, kwa maana mbele kwa kuna fremu mbili za biashara, lakini kwa nyuma kwa kuna makazi ya watu na wakati tukio linatokea nyumba hii haikuwa na mtu, hakukuwa na mtu mzima, kulikuwa kuna watoto wadogo wawili ambao baada ya kuona huo moto walitoka kwenda kwa jirani kutoa taarifa kwamba kuna tukio la moto. Kwa hivyo tumefika eneo la tukio tukakuta moto umesambaa katika eneo lote, na baada ya kuona moto ni mkubwa, ikabidi tuongeze nguvu kwa kuongeza gari lingine, magari mawili, lakini moto endelea kuwaka na tunashukuru pia wenzetu wa uh, zimamoto wa TPC pia na wao walikuwa kutusaidia kwa kuongeza gari lingine la tatu. Kwa hivyo tumefanikiwa kudhibiti moto vizuri na kuokoa nyumba ambazo zilikuwa jirani hapa. Kwa upande wa kushoto hapa kuna nyumba mbili za jirani kabisa ambazo zingeweza kushika moto, lakini pia kwa upande wa kulia kuna takribani nyumba tano ambazo pia zingeweza kushika moto kwa sababu zilikuwa karibu, karibu kama ambavyo mnaona. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi ni kwamba kwanza, tusiache watoto peke yao pasipo usimamizi wa watu wazima wenye akili timamu. Kwa tukio hili, watoto walikuwa wameachwa wenyewe, kwa hiyo hatuwezi kujua eh, chanzo mpaka sasa hivi mpaka tutakapoendelea kufanya uchunguzi wa kina, lakini kwa taarifa za awali ni kwamba nyumba hii haikuwa na mtu mzima, waliacha watoto peke yao.